Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Yuda Tadei Ruwaichi amewataka watawala kutambua kuwa hakuna neno la amani bila haki. Askofu huyo ameyasema hayo katika ibada ya kanisa Katoliki Tanzania ya kuwaombea marehemu waliouawa kwa risasi za vikosi vya usalama nchini Tanzania baada ya maandamano ya Oktoba 29 yaliyofanyika upande wa bara. Baba Askofu Ruwaichi amesema kikichifanyika ni dhambi na watu wanapaswa kutubia. Ndugu zangu wapendwa Taifa letu limejeruhiwa na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri ya wiki ya uchaguzi mkuu. Sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu raia ambao wameuawa kiholela. Katika masimulizi yanayoendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo halionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo. Na hilo halina maelezo, hilo halina msamaha, ni chukizo mbele ya Mungu. Katika somo la kwanza, mambo mawili yanadokezwa: haki na hekima. Tanzania tumepoteza muono wa haki. Na mara nyingi katika mazungumzo yetu, aidha kwa makusudi au kwa ujinga, tunazungumza juu ya amani, lakini hatuzungumzi juu ya haki. Sasa, hakuna amani bila haki. Hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Haki ni msingi wa amani. Narudia tena, haki ni msingi wa lazima wa amani. Jambo la pili lililotokeza kwenye somo hilo ni hekima. Hekima ni wasifu wa Mungu na mwanadamu mwadilifu anatazamiwa kuwa na hekima. Je, Watanzania tuna hekima? Katika somo la Injili, Bwana Yesu anatufundisha juu ya makwazo atakaye mkwaza mmoja afadali wa walio wadogo afadhali, kama angefungiwa jiwe kiunoni na kutumbukizwa baharini. Kwa maneno mengine, anayejiruhusu kushabikia au kufanya makwazo ni chukizo mbele ya Mungu. Kwa hiyo, ndugu zangu tunapoadhimisha misa hii ya kuwaombea ndugu jamaa, marafiki na raia wenzetu waliouawa wiki ya uchaguzi, tumwombe Mungu atuhurumie na atujalie hekima, atujalie tena utayari wa kutenda haki na kuwa wa kweli tujute dhambi zetu.